wana wewe eh. hapa eh. tarehe nane mwezi wa pili, Ipwani Mbarali Mbeya. Eh. kwa Chefu Kamwene Pabu hey. Kamwene Pabu iri Umbeya, Mbeya Ipwani Mbarali Mbeya uchihelela uh-huh. hey. Mimi lazima niende <laughs> <laughs> Haya, hey. Lazima nikuite twende sasa pale, Maiza Mbena atakuwepo pale, we mwenyewe babu nani mimi, aku, aku. takuwepo hey. pale watu wa Asili Yetu TV na video TV Dokita Chef Kamwene anaenda kuzindua Pabu. Wacha we, wacha, wacha eh, tutapata eh, pale vinywaji pia. Eh, uranzi eh, eh, eh, na vingine fi, na vingine vingine vile. Eh, kesto tutakunywa Serengeti raiti Sate pare eh. Eh, sasa tarehe nane. Eh, kose eh, pare hamna nikiherela eh, eh, afu pia kutakuwa na bonanza bonanza eh, ah, kutakuwa na nani <laughs> Ipwani FC eh, na Matemere FC, wewe utakuwa upande wa kwa nani? Mimi hapa Mateme. Matemere. Matemera. Eh, mimi nitakuwa Ipwani. Eh, pikiro la. Nakufunga. Oh. Wewe. Sasa eh, Dokta Chef Kamwene eh atatoa na tiba asi. Kaka, ni tiba asi. Omukodi. Wacha wewe. <laughs> Hama unaumwa tumbo. Eh, ilirema. Ukilala. Kawa ip ip. Hey. Kama we unauma mguru kufa ganzi eh, miguu imekufa ganzi hey. hey. hey. Anakupa hey. Unauma mgongo, kama wewe msee mgongo huu kula nyoha, siku hiyo anaunyosha, kaka, umecheza hey. hey. we na Dr. Chef Kamwene. <laughs> <laughs> hey. Hey. Na nyingine. Na nyingine kuna dawa hii ya wanani hii ya ngufu za kiume hey. hey. <laughs> Nguvu hey. za kiume za wababa. Ila sio za kusukuma magogo, nguvu zile za kiume zile za kiume. Aha. Eh, unanyira uro? Eh, nuko kuna hiyo wahi. Hiyo hiyo. Sasa tutakutana pale. Tarehe ngapi nimesema? Tarehe nane, ukita tarehe tarehe nane. Eh, hey. tarehe nane. Hey. Tukishapiga mpira pale, piga mpira, mpira. tunaenda kule kwenye. Hivi hey, si tarehe nane ya mwezi wa pili. Mwezi wa pili kesho kutwa tu hapa. Aha. Eh. Hey. Hey. Hey. Sasa utampataje huyo dokta chef Kamwene eh? Ukiwa una tatizo lako linakusumbua kusumbua kwenye moyo eh, eh, mafanikio hayaendi eh, piga boy, hey. Ah, namba hii hapa hmm. Wewe baba utachukua namba, chukua namba bwana, andikaga sifuri saba sita sifuri saba sita tatu tatu tisa ine tisa ine tisa sifuri tisa sifuri tano sita tano sita. Narudia tena shuleni wanasema ajwa eh. <laughs> sifuri saba sifuri saba sita tatu, sita, tatu. Tisa, ine. tisa ine tisa sifuri tisa sifuri tano sita ongo baba aakoti baba, baba, uya, uya. We waitumile